Uh, hii tunatafuta best loser hapa usio. Tupo na Frenger MC pamoja na Daster kutoka Kiwalani. Frenger anawakilisha Pugu Konga au vipi? Raundi moja tu, jiteteeni hapo. kikuta zama nywele zako kama kamba, unavyoonekana wee kabisa ni mshamba, yani uko chini, umenivalia bwanga bwanga, umevana yeboyebo, yani hapo blaza wee umekosa shedo, umenivalia shati ya midoli midoli mii shalukani, alafu wewe ndo kajoli, yani langi yako mtoto kavile kacholi sasa leo mimi nakuteketeza, so umetaka bato mile na kupoteza. Yani leo utacheka mpaka kengeleza, alafu nikicheki hapa nipo juu ya meza, unajua kwenye voko na kumeza kama vile mamba. Leo hapa wota sana, yani we hapa leo umeimba nichi kucheki, unanuka kama kimba. We mtoto vipi? Au mtoto we unataka pipi? We mtoto vipi, unaweza muziki hapa jinsi ninavyo speak. Eti mtoto umenikunjia mikono, we mtoto, kwani vipi unagono ya yeah, kumbe beti naendelea, sasa mimi hapa ndo leo naendelea we... yo yo yo yo, pole sana mwanangu, inaonekana kana kuonea inashindana na mtoto toka mbea kwenye mdundo nacheza patapotea, mwenzako kwenye maji chekewani naelea naenea. Mwanangu unaonekana umepauka, una beli zuri, cha ajabu limepauka kama msotojo au tuli kwenye mdundo kama umebanwa na mkojo. yeah, mijicho tafikiri kama ndimu. Huyu mshikaji anaonekana mwendao wazimu kwenye biti sola hizi kuzikimu na kutoa mikasa na kurudisha kwenye elimu, darasa la kwanza ndo kwanza utaanza. Frenger, MC boy Q e bwana kwenye biti MC zina unafuu, mikijiti we ni puto da sitaki yeah. malizia Fiti kwenye kiki chekimbishi na kimbia. Yeah, yeah, natokea Ukonga, huyu kwenye freestyle battle mina mnyonga na kitanzi, au na mnyonga na ikamba. unaonekana we mwanangu, we mshamba, umeshika maiki na chajabu unatamba. Yeah, hapa kwangu uwe zichamba umekunya, ah, mina kuchamba, mekutana na Frenger MC, mi ni mwamba. okay, okay. Okay, so best loser tunapita na nani hapo? Songa with the mic. Best loser tunapita na Frenger kwa upande wangu. Sijui kwa majaji wewe. Okay, Frenger kwa upande wa Songa. Give it up for Frenger. Frenger pia kutoka kwa Mansuli. Frenger. Zote tatu makofi kwa Frenger MC. Okay, now coming up next uh...